Unaposhuhudia unamwahibisha shetani katika jina la Yesu. Tumwahibisha shetani kwa shuhuda. Wewe ambaye ulikuwa ni mgonjwa na kupitia maombi haya Mungu akakuponya, utume shuhuda wako katika jina la Yesu Kristo alihai. Mama Neema jana anasema neema ya Mungu ilimgusa na kumsaidia. Alikuwa ameamka ni mzaifu tangu siku ya Jumapili, lakini maombi ya jana yalibadilisha maisha yake na Mungu akamponya katika jina la Yesu Kristo. Ailini kutoka Kongwa anamshukuru Mungu, mama yake alikuwa ana shida ya macho aone, lakini kupitia maombi Mungu alifungua macho mama yake like, akaanza kuona katika jina la Yesu Kristo. Nataka uamini wako, watu wa Mungu, anatendea miujiza ya ajabu kupitia maombi haya. Ukiamini hilo jambo, ambalo unaona ni mlima kwenye maisha yako, Mungu anakwenda kuondoa huo mlima katika jina la Yesu Kristo. Mungu anakwenda kuweka kila kitu sawa katika jina la Yesu Kristo, kupitia wakati huu wa maombi yako, mabadiliko yanaingia kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo.